Uh, nimefurahi leo nimetembelea jengo letu la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Jengo letu ni karibu limekamilika kabisa. Uh, nyuma yangu ni kazi inayoendelea ya kupanga furniture. Tunaanza kuweka viti kwenye ofisi na tarehe rasmi tuliyokubaliana na mkandarasi ni kwamba tarehe moja ya mwezi wa sita mwaka 2025 Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tunaingia rasmi katika jengo letu jipya ambalo Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametujengea watumishi wake. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na kwa sababu tarehe moja mwezi wa sita ndio watumishi wote wanaingia kwenye jengo hili, mimi katibu mkuu nitaanza kuingia kwenye ofisi yangu hii kuanzia tarehe 28 ya mwezi wa tano mwaka 2025. Nina furaha sana leo kwamba jengo letu limekamilika e, likiwa zaidi ya asilimia 98 99. Kazi zilizobaki ni ndogo ndogo tu, lakini kwa sehemu kubwa maeneo yako tayari. Sasa wanasema ukichelewa kuwahi, na yenyewe ni shida. Mimi sitaki kuchelewa kuwahi, nataka niwahi tarehe 28 mwezi wa tano, nitakuwa huko ndani. Tunawashukuru sana National Housing Corporation, NHC, kwa kazi nzuri waliofanya, wametujengea jengo bora sana. Haikuwa rahisi kwenye kipindi chote cha ujenzi kusukumana eh, kila wakati ili kazi ikamilike, lakini hatimaye tumepata jengo lenye ubora wa hali ya juu na nawapongeza sana na wafanyakazi wenzangu. Sasa tutakuwa tuna sehemu nzuri ya kufanyia kazi zetu, manake tumekuwa tukifanya kazi katika maeneo mawili tofauti, wengine wako mjini Dodoma PSSF na wengine wako Mtumba kwenye jengo lile dogo tulokuwa nalo, lakini sasa tutakuwa tuna jengo kubwa lenye hadhi kazi kama hii pia imefanyika kwenye majengo mengine ya serikali katika mji huu wa serikali Mtumba. Majengo yote yaliyojengwa hapa e, mengi yako zaidi ya asilimia 80 90, yanakaribia kukamilika, na wengine wameanza kutumia kama wenzetu utumishi na Wizara ya Maliasili na Utalii tayari wameshaanza kutumia. Sasa na sisi tunaanza rasmi kutumia, na sisi tuingia kwenye rekodi ya kati ya majengo matano yaliyoanza kutumika mapema kabla ya majengo mengine.